Hal filislami sunnatun hasana, je katika uislamu kuna sunna njema? Naam, fi lislami sunnatun hasana, ndio katika uislamu kuna sunna iliyo njema. E, hili ni tamko e, laweza kutumika vizuri au laweza kutumika vibaya. Ndio maana muhusika wa kitabu hiki mwandishi wa kitabu hiki amelileta. Kuna kuna lugha ya kusema kwamba katika jambo hili ni suna njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahi kutumia tamko hili sunna njema, atakayesunisha katika Uislamu suna njema atapata ujira na ujira wa yule ambaye atakaye atakayemwiga katika jambo hilo, kana kwamba wao wanavyoelewa kwamba mtu anaweza kuleta jambo katika Uislamu akaliingiza katika Uislamu na halikuwemo, alafu lika akapata ujira na wale wanaokuja nyuma yake wakilifanya atapata, watapata ujira na yeye atapata ujira kwa sababu ya kuigwa na hawa watu katika hiyo sunna, hiyo sunna tan hasana. Kwa hivyo jumla ya maneno hayo yanawahimiza watu kujitahidi tahidi na kutafuta tafuta, kwa angalia angalia maneno haya. Kwa hivyo kana kwamba mafundisho haya maanake, unaposema atakayefanya kadha atapata kadha, maana yake hayo ni mahimizo ya kulifanya jambo hilo. Kwa hivyo kwa tafsiri hiyo, hadithi hii itakuwa inawahimiza watu kusachi na kutafuta mambo ambayo hayakwemo katika dini, lakini yanaweza kuwa ni sunnatan hasana. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu azunjala atuambie dini imekamilika? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam atahadharishe tena kwa lugha ngumu ya kuahidi moto kwa mtu anayotia kitu katika dini, na aseme amali yake itarudishwa? Alafu wakati huo huo kuna eti, kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanawahimiza watu kusunisha sunna nzuri katika Uislamu <coughs> yaani, jambo ambalo halikuwepo katika dini, kwa tafsiri zao. Eh, lakini, <coughs> tuangalie katika katika katika mlango huu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumia hili neno alilitumia kwenye kitu gani, kwenye mazingira gani? Anasema waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, afwan <coughs> man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayesunisha katika Uislamu au atakayeweka katika Uislamu e... <coughs> au tutumie neno kama lilivyo, atakayesunisha katika Uislamu alafu tafsiri mbele itaeleweka. sunatan hasana, sunna njema, falahu ajruha, basi ana ujira wake wa ajru, man amila biha, na ujira wa yule ambaye atafanya jambo hilo, min baadihi, baada yake, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, bila ya kupungua kitu katika ujira wao. rawahu Al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema maneno haya wakati gani? kwenye, kwenye kadhia gani? ilikuwa ni kwenye kadhia ya nini? kwa lugha ya leo unaweza kuita harambee. Eh, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitisha sadaka wakawa ni wazito kutokana na hali zao katika utoaji, akaja Uthman ibn Affani akatoa sadaka akaleta mali nyingi. E, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwiga katika hilo jambo la sadaka hilo, li ambalo Mtume kalisema kwamba Uthmani ka, kasunisha jambo hilo, lenyewe lipo katika dini na ni kongwe na lajulikana, na jambo lenyewe hilo Mtume ndio hivi punde kalisema na analipigia debe kwa hivyo lakini limefifia katika utekelezaji, jambo hili limefifia, limelala katika utekelezaji. Kwa hivyo kusunisha kwake ni kule kuliamsha watu wakalipokea lile jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba anasema Uthmani atapata ujira wa kutoa kwake sadaka na ujira wa kila ambaye amehamasika kwa sababu yake. Yani, ukitenda jambo zuri watu wakahamasika kwa sababu ya wewe umelifanya, na wasingehamasika kama usingelifanya, basi Allah anakuandikia ujira. Sasa angalia huu mfano na hilo ambalo sisi twalihusisha na hii na hii hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi twafanya mambo ambayo hayamo kabisa katika Uislamu. Kwa hivyo nini sababu an-nuzuli, sababu an-nuzuli ya hadithi hii? Kwa sababu hadithi nazo zina sababu nuzul, na naam, hadithi zimeteremka kutoka mbinguni, wa mayantiqu anil hawa wama yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake ni wahi. Huu wahi ameusema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira haya. Kwa hivyo hadithi hii ina, ina maana kusunisha katika Uislamu sunna njema ni kuhuisha jambo ambalo liko ndani ya Uislamu lakini limelala, ukaliamsha, ukalijadidi, ukali ukalirinyu, ukalihamasisha Unaweza kwenda mahala ukakuta, labda dini mahala imelala, dini ya mwenyezi mungu wazojala imelala, watu hawavai stara, watu hawaswali, watu hawafungi, ukalingania kile kijiji, kikaamka watu wakarudi katika dini, wakaacha kunywa pombe, wakaacha zinaa, wakawa wanaswali, wakawa wanavaa stara, ikawa ukiwaona, unaona sura ya Uislamu. Huyu aliyefanya hivi atakuwa amesunisha katika Uislamu sunna iliyo njema. Hatuko hapa kwa ajili ya mjadala. Eh, hiki kidogo ndicho ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuafikisha kuzungumza juu ya masala haya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azza wa jalla atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata alio mazuri yake. Wasallallahu wasalama wabaraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.